Kwa mkoa ni kweli, zao la chai limepata changamoto, na hapa tunapozungumza, kama unavyofahamu, mwekezaji wa kwanza ambaye ni kiwanda kile cha Mohamed Enterprise kiweza kufungwa muda mrefu. Kiwanda ambacho kilikuwa kikitegemewa ni kimoja ni cha Watco, lakini naye hivi karibuni amefunga kiwanda kile, lakini serikali haikukaa kimya. Napenda kuwafahamisha wananchi wa Kandeti na wakulima wa chai kwa ujumla baada ya wenzetu wa watu kwa kupata changamoto ya fedha, serikali imeingilia kati. Najua mnadai labda miezi miwili na wao wameshaweka ahadi kwa serikali kwamba fedha zile zinalipwa, lakini hatutoweza kumaliza mwezi huu au mwezi unaokuja wa saba kiwanda kile kitafunguliwa. Serikali kimepata mwekezaji mwingine kikishirikiana na serikali wenyewe. Kwa hiyo chai itaanza kuchukuliwa na wakulima watalipwa fedha yao kupitia mwekezaji huyo mpya. Kwa hiyo swala hilo, Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, mimi mwenyewe nilienda wizarani kwa ruhusa yako, nilikutana na katibu mkuu wa wizara ya Kilimo pamoja na mheshimiwa waziri pamoja na mkurugenzi wa bodi ya chai. Kwa hiyo swala hilo, wiki hii mkataba unapitiwa juu ya mwekezaji mpya, ili wizara pamoja na mwekezaji huyo iweze kukubaliana jinsi ya kuendesha kiwanda kile, ili wananchi wa wilaya ya Rungwe kwa ujumla wake wakiwepo hawa wakadete waweze kuendelea na kilimo chao cha chai, na mimi ni wasii wasimoe chai zao, kwa sababu pia tunaye mwekezaji mchina ambaye tayari halmashauri ya Rungwe imempa eneo na sasa hivi ameagiza vifaa vyake kutoka China, ambaye kwenye mwezi wa saba au wa nane anakuja kufunga kiwanda kingine kipya, na yeye kuhakikisha kwamba ananunua majani mabichi wakulima, ili waweze kuendelea na kilimo chao cha chai. Kwa hiyo ni watue wasiwasi, wanaichwa Kandete wala msiwe na hofu, serikali yenu ya Chama cha Mapinduzi haijalala. Mheshimiwa Dr Samia Suluhu Hasan ametutuma sisi wasaidizi wake ili tuhakikishe kwamba tunasimamia yale yote ili kuboresha maisha ya wananchi. Kwa hiyo kiwanda kitafunguliwa na kiwanda kipya kitaweza kuja kujengwa katika eneo la Rungwe. Kuhusiana na kituo cha polisi hapa Kandete, ni kweli kuna mfuko wa maendeleo ya Busokelo ambao waliweza kuwachangisha wananchi fedha kwa ajili ya kujenga kituo cha polisi. Swala hilo mimi mwenyewe nimelisimamia na ipo kamati ya ujenzi ikijumuisha e, viongozi wa chama kile cha maendeleo pamoja halmashauri pamoja na jeshi la polisi. Lilinunuliwa eneo liko pale na msingi umeshaanza kujengwa, ramani kutoka makao makuu ya jeshi la polisi. Lakini pia niwaambie, yuko mwananchi wa Kandete hapa kwa sasa hivi, sitotaka kumtaja ametoa mabati yote kwa ajili ya ujenzi wa kituo kile. Kituo kimekwama fedha kime zimekwisha, zimebaki fedha ndogo ambazo tunasubiri bajeti ya halmashauri, kwa sababu kituo cha polisi kwa mujibu wa taratibu kiko chini ya mkurugenzi wa halmashauri. Kwa hiyo anasubiri bajeti nayo kuja, ambayo tunategemea mwezi huu wa saba, tuweze kupata fedha ili tuweze kuendelea na ujenzi wa kituo kile, Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa.